Haya, unaambiwa kuna kundi jipya sasa hivi la wanawake, sijui wanawake, sijui wa mama, wale ni wanawake. Linashawishi mabinti wasiolewe, wasiingie kwenye ndoa. Eh? Yaani hao malaya waliingia kwenye sijui waliolewa, sijui hata hawajaolewa. Niseme waliingia kwenye ndoa, hawajamaliza hata miaka mitano. Kwa sababu ya uhuni na umalaya na viburi walivyo navyo, wakatoka ndani ya ndoa. Mtu hata miaka 20 kwenye ndoa hajamaliza. Anatoka huko kwenye ndoa kwa sababu ya uhuni na umalaya ambao alikuwa anaufanya, ndoa ikamshinda, anatoka anaanza kushawishi mabinti. Mabinti wasiolewe. Yaani hayo majana mke yameona, yametumika, yamefyonzwa, yamenyonya, yamejikatia tamaa mpaka yameona kabisa hapa siwezi nikaolewa tena. Sasa kwa kuwa hayo majana mke yametumika sana mpaka yamejikatia tamaa kuolewa, ya kuolewa, yameona hapa mimi hata nifanyeje ndoa siwezi kuipata tena. Sasa yameona hayawezi kuolewa, yameanza me, ya kushawishi mabinti wasiolewe. Wanawapa sababu ambazo hazieleweki za kwenye ndoa eh? Yaani kuna kundi jipya sasa hivi limeibuka mitandaoni, linakandamiza, linashawishi mabinti wasiolewe, yani wanawashawishi mabinti wasiolewe, ila wafanye zina. Hapo ndo mnakuja kukosea. Kama hamtaki wasiolewe, waambieni wasizini, wakae watulie, eh, kama ma sisters, sio anaitoa ma sisters, sio akina nani. Lakini mnawaambia wasiolewe, ila mnawashawishi wawe na msijina maboyfriend. Upuuzi gani huo? Yani umalaya wenu nyinyi, mnataka muambukiza na mabinti ukahaba ambao mko nao, mnaambukiza na mabinti kama nyinyi. Ndoa zimewashinda, acheni wenzenu waolewe. Sikiliza nikwambie, wewe mwanamke, ukipatana na, na mwanaume ambaye umempenda na yeye amekupenda Aa, tandaoni na naye, ukioana naye tupa tubu na kama kuna wanaume ulikutana nao kabla ya kukutana huyo mwanaume ambaye anataka kukuoa, ukiona ukioana naye na huyo kijana tu, tubu, vunja zile madhabahu za wale vijana wa mwanzo ambao ulilala nao kabla ya kukutana na huyo mwanaume wako ambaye anakuoa. Ombea na mume wako, ombea na ndoa yako, usisikilize maneno ya hao malaya. Hakuna inayoshindikana kwa Mungu, cha msingi ni maombi. Ndoa bila Mungu imekufa. Wameingia huko kwenye ndoa, hawajamaliza hata miaka mitatu wametoka, kwa sababu ya uhuni na malaya wao, wanajifanya wanashawishi watu wasiolewe. Malaya nyie, kama ndoa zimewashinda ni wenyewe, ni wenyewe, msiwashawishi watoto wa watu, watu wasiolewe Ndoa nini nini nini, kula chuma hicho eti. Oh, kwani nani anataka kuolewa? kwani ndoa ni ajira? ndoa haina issue yote. <laughs> ndoa haina issue yote. Nani? watu wamekukataa. <laughs> Una nyota ya kukataliwa, nyota ya kuchezewa, lakini nyota ya ndoa huna. Wewe ungekuwa utaki ndoa, ungebaki na bikra yako mpaka kufa, au mpaka Yesu atakaporudi, ungebaki nayo. Kwa nini ulikubali kutolewa bikra wakati utaki ndoa? <laughs> Ulikuwa una, uli, ulikubali kutolewa bikra wakati huo unaitaka ndoa lakini umeona wamekuchezea, wamekufyonza, umekonda, una hata ishu yote, hata rada umepoteza, unaanza kupotosha mabinti wa watu eti ndoa sio ishu. Ndoa kwani ni ajira? Ndoa ni ajira wapi, we malaya <gibu> akutake nani? Nani akutake eti ndoa ni ajira? Ushazoea kula, nauliza wanaume kila anauliza mwanaume natafuna, ushazoea kubadilisha wanaume tofauti, tofauti. Utaweza kukaa na mwanaume mmoja? Utaweza kuhudumiwa na mwanaume mmoja? Utaweza umezoea kuhudumiwa na wanaume kumi, huna kazi, lakini una vitu vya gharama. Kila kitu ambacho namiliki ndani yako ni cha uzinzi. TV uzinzi, chakula uzinzi, kodi uzinzi, nyumba uzinzi, yani nguo uzinzi, simu ambao unaniangalia sasa hivi uko nayo uzinzi. Haya, uje wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe eti eti ndoa haina issue? Ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa haina haina issue issue ni ni ni ngumu ndoa, ni ngumu. Wapi wapi wapi wapi wapi malaya, Ma, ndoa na malaya malaya malaya malaya malaya na na na na na na na kahaba, unaweza unaweza kuishi ndani ya kama kuimiliki, umejaa madharau kiburi, anaingia kwenye ndoa wapi na wapi ndoa, na <laughs> <laughs>